Chanzo cha neema. Usipojua chanzo cha kitu, hauwezi ukapata uwezo wa kupata kile kitu. Unapokuwa na hamna kitu, inabidi utafute chanzo cha kile kitu ni nini, ili ukishajua chanzo, inakupa uhakika na uhalali wako namna ya kukipata kile kitu. Kwa neema inapatikana wapi? Neema inakujaje? Injili ya Yohana mstari wa 17, kwa kuwa torati itolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli ilikuja kwa yes. Mkono wa Yesu Kristo. Cha kwanza Neema inapatikana kwa Mungu mahali popote ambapo nguvu zako zimefeli vigezo vyako vimeshindwa, omba neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni upendeleo wa kiungu, ni kibali cha Mungu kwa mwanadamu ambao unakuja bure, hauangalii vigezo ulivyo navyo, hauangalii nguvu ulizo nazo, hauangalii mazingira ya mwanadamu. Tunahitaji neema kuliko kawaida, sababu watu wote kwenye Biblia mfano ni matokeo ya neema. Kutoka 33:12 hadi 14, Musa akamwambia Bwana, Angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami, walakini umesema, na kujua jina lako nawe umepata neema mbele zangu, na kujua jina lako nawe umepata neema mbele zangu. Vile ambavyo Musa alikuwa ni matokeo ya neema. Kitu kimoja ambacho huwa kinaweka kiu ndani yangu na kwenda kumtafuta Mungu kwa juhudi na bidii, hu anasema hata akili yangu hajatenda kazi vile ambavyo Mungu nitende kazi hmm. Imagine Musa amezaliwa, maelfu ya miaka yashapita, ameandika kitabu cha Mwanzo wakati hakuwepo, hakuishi Ameandika habari za Adamu na Eva, hakuwemo. Ameandika habari za vizazi vyote za kina Nuhu, hiki tunasoma kitabu cha Nuhu cha gharika, hakuwepo, hakushuhudia. na kizazi kile ambacho amekiishi wazazi wake wote hawakuwepo. Ameandika mpaka habari za wao wenyewe utumwani, hakuwepo Kaja kuandika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, kitabu cha Hesabu, kaja kuandika kitabu cha Warawi. Imagine Musa anakaa siku arobaini mlimani, bisema hakula wala hakunywa, amekaa mbele za Bwana usiku na mchana siku arobaini na masiku kadhaa. Ukihesabu zile siku alikaa robo robo nzima ya, ya mwaka siku mia tatu ishirini yuko mlimani na Mungu, bisema hali wala hanywi, anawezaje? Unarudi wakati Paulo anajielezea sema hivi, nilivyo ni neema ya Mungu inayotenda kazi pamoja na mimi, na hapa, Musa anasema nawe, hukunijulisha ni nani utakayenituma, pamoja nami, lakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Kwa Mungu alimwambia Musa, umepata neema mbele zangu. Kilichomfanya Musa akawa vile na kafanya yale ofanya yote ni neema ya Mungu. Ndio maana inatakiwa kila kukicha hilo ombi lako lisiondoke. Ndio maana Paulo kwa kujua hilo kwenye Wakorintho wa pili sura kumi na tatu msari wa kumi na nne msari wa mwisho kabisa na sura kabisa, yavi, ya mwisho kabisa, anasema hivi: neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nanyi nyote sasa na hata milele. Pendo la Mungu, ushirika wa Roho Mtakatifu ukimainazi neema havifanyi kazi. Biblia huwe na maana, kwa nini imepanga cha kwanza ni cha kwanza, cha pili ni cha pili na cha tatu ni cha tatu? Anasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nasi sote sasa na hata milele. kocha kwanza ni neema ya Kristo ikiingia kazini, ndipo pendo la Mungu Baba inakuwa na maana, na ushirika wa Mtakatifu ndipo unapokuwa na maana, sababu hauwezi kushikiana na Roho Mtakatifu bila neema ya Mungu kukusaidia. Tunaweza tukatafuta upendeleo kwa wanadamu, ni vizuri kabisa. Ndio maana ukishajua kwamba neema ya Mungu iko upande wako, mwanadamu yeyote asikutishe. Anataka kukusaidia, akusaidie ambaye ataki aache. Hata kushika mkono ushimbe niambia ataki aache. Mene. Usimgeuze mwanadamu kuwa Mungu wako. Yaani kama unambembeleza kama bila hauishi. No, no, no. Akitaka afanye. Mungu atambariki yake na ila akiamua kukuzingua, kuzingue aende zake. Kwa nini? Kwa sababu ukipata kibali kwa mwanadamu, afu ukapoteza kibali kwa Mungu. Ndio inakuwa ni vipi sasa? Unajua kusoma vizuri habari za Daudi. Alikuwa na mtoto mmoja, alitaka kuchukua ufaume wakati Daudi amekuwa mzee, anataka kufa. Mungu hajamkubali. Ila watu walimkubali na viongozi baadhi wa Daudi walimkubali, wakaenda wakamsimika kuwa mfalme, na wakapiga na tarumbeta na sherehe na kila kitu. Daudi akaambiwa alivyoambiwa, yeye ashakusudia Sulemani ndio achukue, na neema Mungu ilikuwa juu ya Sulemani, kwa kamuta Sulemani naye akaamua kupewa ufalme, akasimikwa na akatangazwa rasmi. Yeye jamaa akakimbia, mwisho siku alisha kuuawa. Ndio maana utaangalia kwamba Sauli alikuwa akikubaliwa na watu, ila Mungu alimkataa. Kichotokea ni nini? Aliangamia. Ndio maana haijalishi mwanadamu anakuambia nini, ana usiogope